siku hii maalum kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi hiki ambacho amekuwa ni rais wa nchi yetu ya Tanzania toka serikali yake iliposhika madaraka awamu ya sita sehemu ya kwanza, kwa kweli amenipa heshima kubwa. Nichukue pia nafasi hii kukupongeza, kupongeza sana kakangu Omari Mchengerwa na naibu waziri kwa kuaminiwa na mheshimiwa rais, na ninaomba niwathibitishie imani ya mheshimiwa rais kuwaleta kwenye wizara hii sio mchezo. mm -hmm. Eh, hii wizara mimi nimekaa hapa kwa muda mfupi, lakini nimegundua, tunapozungumza usalama wa nchi yetu ya Tanzania, hatuwezi kuacha kuisema wizara ya afya kwamba ina mchango mkubwa katika usalama wa wananchi kwenye taifa letu. Tulifanya kazi kwa pamoja, tulipambana. yako ma, viko vipindi vigumu tulivipita. Kwa mfano wakati wa ugonjwa wa mabag magonjwa ya mlipuko, kwa ile ugonjwa wa mabag ulitushughulisha sana, lakini kwa uongozi imara wa mheshimiwa rais tuliweza kuvunja rekodi ya kuondoa ule ugonjwa kwa muda mfupi. Kwa hiyo kwa kweli yako mambo ambayo yakitokea kwenye sekta yanakuwa ni mambo mazito, lakini kwa umoja ambao niliuona kwenye timu hii, nashukuru sana na naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Ninaomba mwendeleze umoja, mshikamano, lakini utii, bidii katika kutekeleza majukumu ya kila siku kwa kuzingatia pia uzalendo kwa taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Jenista Mhagama eh, waziri wetu wa afya mstaafu, Mheshimiwa naibu waziri, pamoja na katibu mkuu na timu nzima ya management Nichukue fursa hii kukushukuru sana sana kwa dhati ya moyo wangu. Nakumbuka ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili nadhani mwanzoni hmm, au ishirini na moja mwishoni e, mimi nilikukabidhi ofisi ya raisi utumishi e, mimi nikaenda wizara e, ya michezo. Kwa hiyo e, kwenye utumishi humu wa umma e, hasa kwa ninyi ambao wakongwe mmefanya kazi ndani ya serikali kwa muda mrefu sana. Eh, wakati wowote wa lazima tuwe tayari kutumika popote mm, na nakushukuru kwa sababu hata wakati wa kampeni ulikuwa nakutana na wa wataalam hawa, bado mnaendelea kuweka mipango mizuri, hasa kwenye siku mia moja za mheshimiwa rais, nakushukuru sana kwa sababu moja ya maelekezo yake ni utekelezaji wa siku hizi mia moja ambayo ametupatia leo eh, pale Ikulu. Jambo la kwanza ilikuwa ni swala la bima ya afya eh, kwa wote na kushukuru kwa hatua ambayo tayari nzuri imekwisha wekwa, ili kuhakikisha kwamba ndoto za Mheshimiwa Rais siku mia moja, basi lazima e, uzinduzi wa eneo hili tuufanye. Lakini jambo la pili ni kuhusu yale magonjwa ambayo hayaambukizi, lakini yameleta athari kubwa sana kwenye jamii, ambayo nadhani maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba lazima tuweke utaratibu na lazima tuanze sana.